Sisiemu oye! Kwa sababu maendeleo haya yanaonekana, mbunge ameeleza ya kuongezeka kwa lami, inahitaji tochi. Niseme nisiseme, mimi niliwahi kuwa naibu waziri wa maji, naijua Karatu, naijua Karatu ambaye kiongozi fulani kupitia mradi wa maji na mamlaka ya maji yeye alikuwa akifaidika, hakutaka kuwe na mamlaka ya maji ambayo ina mkono wa serikali. Kwa hiyo ulikuwa ukigusa Karatu kuhusu mamlaka ya maji, kwa sababu wao walikuwa wanafaidika kwa kuachaji nyiye fedha nyingi, walikuwa hawapendi miradi ya maji ya serikali ije. Nakumbuka nilikuja nikazindua ki, kisima kirefu cha maji kwa mara ya kwanza katika kuenda kutatua tatizo la maji. Leo tunavyoongea upatikanaji wa maji Karatu mjini ni asilimia sabini na tisa. Walipokuwa wao, tulikuwa tunauziwa maji na mradi ulikuwa kwao. Bei imepungua na uhakika wa kupata maji ni mkubwa kupitia miaka hii mitano ya serikali ya Chama cha Mapinduzi.